Yule ambayo Baba umemchagua, Baba najua utakwenda kuwabariki najua jua utawabariki na kuwabariki na kuwabariki na kuwabariki, kuwa kati katika jina la Yesu Kristo. Sante Mungu, kwa sababu wewe ni mwaminifu mno. Tuna kupenda tuna kujali Baba, tunapenda tuna, tuna kukushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Mungu. Baba, tunapoanza tunapoanza sherehe hizi, Mungu wetu na baba yetu. Baba, tunakokualika tunakualika, uwe pamoja nasi, njoo uwe pamoja nasi, njoo ukatubariki, ukabariki shughuli hii tunapoanza, hata tutakapomaliza. Asante Mungu kwa maana baba utakuwa nasi, amani yakwenditaa kili sote Baba itakuwepo pamoja na nasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba mimi nakushukuru kwa maana umesikia, na asante Mungu kwa maana utafanya, katika jina la Yesu. Nao walikuwa mina kupotea, na wote tuseme amen, amen. sana pamoja na mama, Mungu mbariki sana. Basi kwa kweli ukumbini, naomba nikaribishe mwenyekiti wa kamati ya maandalizi pamoja na kamati nzima ya maandalizi karibuni sana. Mwenyekiti pamoja na kamati nzima ya maandalizi karibuni sana.

hii kamati ya maandalizi ka itatambulisha kwa ufupi. Katibu wa kamati alikuwa mestamulisha, tunzazina alikuwa Josephine, na wenye viti na wajumbe wote lioshi mkono kwa pamoja. Hii ndio kamati, na katika kuangaa shughule tu asiipe zawadi kidogo ya ya kwa kuna keshi kushaweka benki ni siku ya keshi. Karibuni sana sasa, mwenyekiti kwa jinsi lakini pia mmesimamia rasilimali na zawadi imepatikana. Karibu wa keki ndogo kama ishara ya kusema asanteni sana

lakini pia neno la maongo cooba yangu, basi basafinanga, sherehe yetu imefunguliwa rasmi. Lakini na nakinnga ni kumbushi tabadari, kama una kikundi cha zawadi kama na kikundi cha zawadi, karibu kuna meza DJ pale wakiandikisha kuanzia hivi sasa. Kama una kikundi cha zawadi, karibu sana kwene meza DJ d pale uweze kukiandikisha. Happiness, ukiwaangalia wanafamilia pande zote mbili.